Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna hakuna kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote.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 matamko manane yametolewa na teki manane, lakini ukaenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo, waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika kwayo. Niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano. Amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.